Epuka haya mambo utafaulu usaili wa polisi wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Acha kutegemea connection, mfano kumtegemea kaka, baba mdogo. Je, huyo kaka au baba mdogo akiumwa, tambua kuwa na yeye ni binadamu na mambo yako yanaweza kuharibika. Acha ulevi, mfano Acha pombe, acha bangi. Wewe bado kijana unajitafuta kimaisha. Acha tabia za ovyo, mfano uzinzi, unaweza ukapata magonjwa ya zinaa yakakuharibia wewe upate nafasi ya jeshi la polisi. Acha dharau, mfano uko kwenye eneo la usaili, usimdharau mtu yoyote usiyemjua. Kama ukizingatia hivi vitu baadhi, unaweza ukapata ajira jeshi la polisi. Nikutakie siku njema.